assalamu alaikum faida lughawiya tuangalie faida kidogo inayopatikana kwenye lugha ya kiarabu leo tunaangalia vitu viwili kuna kitu cha kwanza kinaitwa ataadhuru na kitu kingine inaitwa athiqalu kwenye vitu hivi vinahusiana katika somo la nahau sawa watu wa nahau wanavyosema ataadhuru wanavyosema athiqalu wanamaanisha nini Ataadhuru ina maana ya ugumu, athiqalu uzito. Je, uzito wa aina gani? au uzito huu una, unakuwa kwenye kitu gani? kwa kwa hiyo leo, leo tutaangalia sasa. Kuna utofauti kati ya taadhuru na athiqalu, alfaruqu baina taadhuri wa athiqali, utofauti kati ya taadhuri na athiqali. Tuanze kuangalia ataadhuru maana yake nini? watu wanahau wanazuoni wanahau, wanahau wanamaanisha nini wanaposema ataadhuru? ataadhuru maana yake huwa adamu dhuhuri la alamati al-irabia ala al-alif. Ataadhuru ni kutodhihiri alama za irabu kwenye alifu au juu ya alifu. Kitendo au jambo la kutodhihiri alama za irabu kwenye alifu, jambo hilo ndio linaitwa atadhuru, yani ugumu. Yani kuna ugumu kudhihiri alama ya irabu. Alama za irabu ni, ni fatha hizo ndo alama za irabu. Kwa hiyo kutokaa sukuni au fatha juu ya alifu, basi jambo hilo ndo linaitwa ataadhuru, kuto dhihiri alama za irabu. Sawa eh? juu ya alifu. Mfano ja ati Laila, amekuja Laila. Sasa hapa ilitakiwa herufi ya mwisho itiwe dhamma. Sawa eh? kwa sababu faili lazima lile jina lake herufi ya mwisho iwe na dhamma sasa hapa haiwezekani kuwekwa dhamma kwa sababu jina hili mwishoni kuna alifu. Alifu hiyo ni, ime, ime, imelala hivi kama ya sawa. Kwa jina lolote au kitendo chochote ambacho herufi yake ya mwisho ni alifu, herufi yake ya mwisho ni alifu, alifu hiyo imelala kama ya au imesimama, basi kitendo hicho au jina hilo kwenye herufi hiyo alifu haiwezi ikakaa fatha, kasra, dhamma wala sukuni, haiwezi ikadhiiri Sawa, haraka yoyote haiwezi kadhihiri. Sasa hapa haiwezekani kudhihiri dhamma kwenye alifu. Kwa hiyo kitendo hiki sasa ndio kinaitwa atadhur, yani kutodhihiri alama za irabu kwenye alifu. la utakallafa almutakallimu, lau kama atajilazimisha mzungumzaji linyudhhira lharaka, kuleta haraka, kuleta haraka kwenye alifu la ma stata, hatoweza. Lau kama utataka hapo uilete ile dhamma mwishoni kwenye alifu hutoweza, yani haiwezekani. Huko ndio nini? Ataadhur, yani ugumu unapatikana, ugumu. Haiwezekani kabisa kuleta dhama juu ya alifu. Sasa kama haiwezekani, na huyu Laila ni faili hapa, mtendaji hame, amefanya kitendo cha kuja, tutairabia vipi irabu yake? Sasa hapa irabu yake tutasema kwamba Laila faili marufu bi dhama, amerufaishwa kwa dhama. Laila, ni faili, amerufaishwa kwa dhama Sawa, almuqaddara dhwama yenyewe inakadiriwa, alalalifi inakadiriwa kwenye alif. Kwa nini arufanishe kwa dhwama alafu dhwama yenyewe ikadiriwe kwenye alifu? Kwa nini isidhihiri? Kwa nini isiwepo hapo kwenye alifu? Sasa tunaendelea kuirabia, tunataja sababu. Sawa, eh maana min dhuhuria ataadhuru, kilichozuia dhwama isidhihiri kwenye alifu ni ataadhuru. Sawa, kilichozuia dhamma isidhihiri kwenye alifu ni atadhuru, laila failu marufuu bidhamma almuqaddara ala alifi, mana min dhuhuriha atadhuru. Sawa, tunaangalia sasa athikalu. Athikalu uzito, uzito wa kwenye nini? Watu wanaha wanavosema athikalu wanamaanisha uzito gani? Au unakaa kwenye kitu gani? kwa hiyo athikalu Adamu dhuhuri damudhuhuri dhamma ala liyai athqalu, manaake ni kutodhihiri dhamma kwenye ya jina ambalo au kitendo ambacho mwishoni kuna ya, ya ina sukuni, basi dhamma haiwezi ikadhihiri kwenye kitendo hicho au kwenye jina hilo. Jina lolote ambalo mwishoni herufi ya mwisho ni ya, basi herufi hiyo hiyo ya haiwezi ikadhihiri dhamma. Sawa. Kasra, fatha inaweza ikadhihiri, lakini dhama haidhihiri. Mfano, ja alqadhi, amekuja kadhi. Kwa hiyo kadhi hapa ni faili sawa, eh? Ni faili mtendaji, aliyefanya kitendo cha kuja kwa hiyo kama la utakallafa almutakallimu, lau kama mzungumzaji atajilazimisha, li ayudhihira harakata dhamma, kuileta haraka ya dhamma, la istataa, ataweza, lakin fihi shay'un mina thiqali, lakini atapata uzito kidogo kwenye ulimi. Lau hapo ukataka uilete dhamma, sawa, useme ja alqadhiyu, inawezekana. Wala sio kwamba iwezekani inawezekana, lakini utapatikana uzito. Kuna uzito utapatikana, na waarabu wao hawataki shida kwenye lugha yao. Sawa. Alqadhi, alqadhi. Kwa hiyo ndio maana ile dhamma wameiondosha. Kwa hiyo hapa ja alqadhi, fa'ilun marfuu bidhamma, sawa, almuqaddara alal yaa, ni fa'il amerufaishwa kwa dhamma, dhamma yenyewe inakadiriwa kwenye yaa. Kwa nini hiyo dhamma ikadiriwe kwenye yaa? Kwa nini hiyo dhamma isidhihiri hadi ikadiriwe kwenye yaa? Unaendelea sasa na i'rab yako na ya, i'rabia, unasema ma'na min dhuhuriha, unataja sababu, ma'na min dhuhuriha athqalu Kilichosababisha hiyo dhwama isidhihiri kwenye ya ni nini? Ni uzito, kwa maana kwamba dhwama ikidhihiri itapatikana uzito, ulimi utapata tabu kutamka. Alqadhi failu marufuu bidhwama almuqaddara ala alyai. Sawa, eh, manaa min dhuhuriha athiqalu.